Ee Baba wa mbinguni, Mungu wa uumbaji na uzima, ninakuinua mbele zako kama mama mjamzito nikiwa na moyo wa shukrani kwa zawadi ya uhai mpya uliouweka ndani yangu. Ninakushukuru kwa neema ya kuwa mjamzito, si kwa nguvu zangu, bali ni kwa mapenzi yako na wema wako usio na kifani. Bwana, nakuomba nilinde mimi na mtoto huyu tumboni mwangu siku zote za ujauzito huu. Funika mimba hii kwa damu ya Yesu Kristo, iwe salama dhidi ya kila hila ya adui, ajali, maradhi au mapepo ya kuharibu mimba. Nipe amani ya moyo, nguvu ya mwili na ustahimilivu katika nyakati za maumivu au uchovu. Acha mtoto huyu azaliwe akiwa mzima wa mwili, akili na roho na kwa wakati uliopangwa na wewe. Muweke mikononi mwako daktari, wauguzi na kila atakayehusika katika kujifungua, wawe na hekima, upendo na ulinzi wako. E Bwana, nikuombee pia pith, nipe moyo wa maombi wakati wote, ili nisitetereke na hofu. Pil, nisaidie kuamini ahadi zako na kujua kuwa wewe ni mwaminifu. Nijalie maziwa ya kutosha, afya ya kulea na hekima ya kumlea mtoto huyo katika njia zako. Ninakemea kila laana ya kizazi, kila roho ya mimba kuharibika, kila pepo la shambulio la kiroho, vimefungwa kwa jina la Yesu. Naachilia baraka, ulinzi na furaha juu ya ujauzito huu. Najikabidhi mikononi mwako, e Baba, najua uko pamoja nami. Katika jina la Yesu Kristo aliye mfalme wa amani. Amina.